Mtoto kati ya miaka saba na miaka kumi ni wakati mbaya sana kwa mtoto na ni wakati mzuri sana kwa mtoto. Chochote baya inachoona, anachokiona anakishika kama smaku, moyo wake nashika kama smaku, kama spak na chochote zuri anachokiona vilevile vile moyo wake inaishika kama smaku. Sasa pale itakikana uwe naye karibu, si wakati wa kuchapwa hapa, ni kumuhimiza amekosea baadhi ya mama mwanangu, so nimekataza hili jambo, Mungu apendi hii, Mungu amekasirika, anakasirika ukiona unafanya hivi. Lakini mtume anasema, wadhribuhum wa hum abnau lashr la wanapofika umri wa miaka kumi. Sasa hawa watoto wanatakana kuchapwa, ndio unaona katika sunna iliyogurwa ni Waislamu leo kuacha kutundika bakora kwenye sehemu ya nyumba, ima kwenye ukuta au katika dirisha au katika nchi ya mlango. Wewe kama mzazi tundika bakora hapo, ndo mtume alivyokuwa anafanya. Watoto wake wakiingia ndani ya nyumba, wakiiona ile bakora pale, wanajua hii sehemu si sehemu ya kuchezea. Wanasema wanazuoni, si kwamba utaitoa hii bakora umchapanae mtoto wako, la, hii ni ya kumtisha nayo tu, lakini kuna, kuna fimbo nyingine kando ya kumchapia huyu mtoto sasa akikosea hapa, ni kutiwa mboko. Unajua kuna baadhi ya wazazi wanafikiri kwamba kumdekesha mtoto na kutomcha